Aswe Yoshua ishirini na nne kumi na tano Yoshua alimwambia wana wa Israeli, chagueni vilioni nane mtakayemtumikia, au mungu aliwachagua baba zenu, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Wiki letu la vijana kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka ishirini na tano ambayo ni kesho Jumatatu tunasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Na niombe uh, vijana wote Tanzania nzima mahali popote patapo sauti hii. Ni kiu yangu kuona kila kijana kwenye kanisa la mahali anawajibika vilivyo, afanye wajibu wake. Tumeweza hebu kutoa ratiba. Kwa namna ni matatu tafanya hiki kwa ndui tunafanya hiki mpaka Jumapili, lakini hiyo ratiba ni kama mwongozo, lakini naweza mkafanya kitu ambacho kinaonekanika na maxi zitatolewa zitaonyeshwa, katibu atakatilia na kupata maxi kwa kila kanisa, ndio kufanya vizuri nyingi hatimaye kama. Ah, sambamba na hilo, tunatamani, na hilo ni kwamba tunatamani kuona uinjilisti unafanyika matendo ya huruma, kufanya usafi kwenye maeneo ya umma, lakini hatimaye kuweza kuwategemeza wachungaji wetu siku ya Jumapili. Ni kiu yangu kama baba katibu mkuu alivyosema kwa tangazo lilotoa Asante sana, tunashukuru ofisi yako katibu mkuu kwa kutupa ushirikiano wa namna hiyo, kwamba sasa niombe wachungaji kwa bali ya zile sadaka, kwa sababu ni wiki la vijana, tufanye kwa uaminifu na kuzigawa kwa uaminifu sana, ili tuweze kutekeleza majukumu ya kilala na ngazi zote kuanzia jimbo, kanda, mpaka taifa. Na wiki la vijana Uh, tunafanyia kilele chake katika kanda yetu ya kati jimbo la Morogoro katika kanisa la Baptist Baraka kiu yangu kuomba watu wa vijana walioko Morogoro vijana wote walioko kanda ya kati Dodoma Ifakara tungane pale eh, Morogoro kwa Baptist Baraka Baptist ili tuweze tukaweke kilele chetu cha wiki la vijana kwa ni kiu yangu kwaona vijana wote wanawajibika na Mungu awabariki tukamtumikie Bwana tukamhubiri Kristo tukafanye yale ambayo Mungu amekusudia tuyafanye. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Mwakiowe kutoka uh, uh, Dar es Salaam, kanda ya Pwani, mwenyekiti wa vijana katika Tanzania. Amen. <tik>